Wapendwa wasikilizaji na waangaliaji wa klipu hii e, hivi karibuni katika jimbo la Same, mimi Padri Novatus si Silveri Mrighwa pamoja na Padri Beda Christopher Ishika tumetunukiwa hadhi ya umonsinyori au kuinuliwa kuwa wa Monsinyori. Kwa vile kitu hiki ni kipya sana na hasa katika jimbo letu la Same basi nimeombwa nijaribu kufafanua kidogo ni kitu gani kinachoitwa umonsinyori. Umonsinyori ni heshima au hadhi. Ndio maana tunasema mtu anainuliwa kuwa Monsinyori anakuwa ni mmoja kati ya makuhani au mapadri wa makasisi wa eneo hilo, ambapo Baba Askofu jimbo anapotambua kazi ya utendaji wa mapadri wake, anao uhuru wa kuandika maombi kutuma kwa Baba Mtakatifu kuomba awainue baadhi ya mapadri wake kuwa na hadhi hiyo ya umonsinyori. Umonsinyori hivyo ni hadhi ambayo haina mamlaka ya ziada. Kikimsingi, kazi ile mtu anayoendelea kuifanya anaweza kuendelea nayo na anaweza kupangiwa kazi ingine yoyote kadiri ya matakwa ya uongozi hivyo. Baba askofu anapotuma maombi ya kuomba baadhi ya mapadri wake wainuliwe kuwa mamonsinyori, anaambatanisha pia ile tunayoita CV, curriculum vitae au mtiririko wa maisha yake. Nao kanisa au ofisi za Vatikani kwa namna zao wanaendelea kuchambua, wakiridhika, ndipo Baba Mtakatifu anakuridhia na kutoa hati inayomwinua padre kuwa katika hadhi au cheo cha umonsinyori. Cheo hicho kama nilivyotaja hakiunganiki na mamlaka, ni tofauti. Namseme askofu, askofu anapewa mamlaka ya kusimamia kundi la watu, tuseme jimbo. Lakini monsinyori, kwa kweli, yeye yuko kati, chini ya askofu, na anapewa shughuli na baba askofu. Hizo ndizo anazo, anazowajibika nazo, anazo, anazo. Hana eh, mamlaka yoyote anayounganishwa nayo ila yale anayopewa na askofu wake mahalia. Kinachofanya mamonsinyori ni kwamba wanateuliwa na Baba Mtakatifu pia kuwa kama makapelano wake wanaoweza kuhudumia kwa niaba yake. Ndiyo maana unasikia kwamba mtu ameinuliwa kuwa monsinyori kama kapelano wa Baba Mtakatifu ni kwa vile Baba Mtakatifu hawezi kuwa kila mahali duniani, kwa hiyo hao wanakuwa kama ni sehemu yake ya kuendeleza liturujia kama makapelano wa kwake. Umonsinyo ambao kama mmetaja, hauna madaraka, ni kwamba unapambwa kidogo na mavazi yake mavazi rasmi. Ni mara nyingi kwa kweli, kwa asili, kama ilivyo kwa mapadi, ni kanzu nyeusi, lakini kutokana na hali ya hewa watu wanatumia pia kanzu nyeupe, na hivyo inakuwa imepambwa na vifungo vya pinki na ribbon ya pinki inayozunguka shingoni, pia kama inavyoonekana Alafu anavaa mkanda wa pinki, karibu inayofanana na maaskofu kabisa, ambayo kitaalamu inaitwa sashi. Sasa hiyo ndiyo inayomwonyesha kwamba huyu ni monsinyori. Juu yake anaweza kuongezea kitu kinachoitwa kofia inayoitwa bureta, kwa Kiingereza bireta. Hiyo kofia inakuwa ni ya pembe nne nayo inakuwa ni ya rangi ya pinki. Tofauti na maaskofu, monsinyori havai msalaba shingoni wala havai pete ambazo hizo maaskofu wanazikabidhiwa wanapokabidhiwa kundi la watu wa wachunge. Hivyo ndio umonsinyori unavyomaanisha katika ufupi kabisa, ni hadhi inayomwinua padri huyo kidogo kutoka katika kundi la wenzake, lakini sio kwamba anakuwa askofu. Maana wengine wakiona mtu amevaa mavazi yanayofanana na maaskofu wanaweza kadhani sasa mtu amekuwa askofu. La hasha, ni padre mwenye hadhi ya umonsinyori na ni namna mbalimbali ya kulipamba kanisa. Kwa miaka ya karibuni, papa ambaye ametutoka Papa Francisco alipenda kupunguza sana nafasi za umonsinyori kiasi akawekwa kwamba kuwe na masharti. Sharti mojawapo ni kwamba asiwe padri kijana mno. Kwa hiyo kwa sheria aliyoiweka mtu anapata umonsinyori akeshafikisha miaka sitini na tano inakuwa ni kama kutambua kazi ambayo ameifanya kazi iliyotukuka katika kanisa. Kwa hiyo ni kama anapewa utambulisho fulani hivyo. Basi binafsi, ni namshukuru Mungu kwa huruma na upendo wake kwamba tumepata nafasi hii, mimi na padri au sasa tuite monsinyori Beda Christopher ishika kwa jimbo la Same na pia imetolewa kama zawadi katika kuelekea maadhimisho ya jubilei ya miaka hamsini tangu jimbo la Same liundwe rasmi, ambalo liliundwa moja elfu mia tisa sabini na saba kwa hiyo elfu mbili ishirini na saba ni maadhimisho ya jubilei ya miaka hamsini jimbo la Same na ndiyo ambapo imekuwa moja ya vitu vya kunogesha ujio wa jubilei hiyo, na vitu vingine ambavyo kijimbo vimepangilika vyote hivyo, kama kutabaruku baadhi ya makanisa yanayoendelea kukamilika, na ile tulitakuwa litakuwa mojawapo ni mambo ya kuboresha jubilei. Basi hayo ndio naweza kuyaelezea kuhusu umonsinyori, na washukuru sana kwa kunisikiliza.